Mezani, wakati huu taarifa kubwa ambazo zimerfikia ni kuhusiana na kifo cha MC Pilipili, mchekeshaji pamoja na mshereheshaji ambaye amejizuiliwa maarufu mwingi sana nchini Tanzania katika majukwaa ya comedy pamoja na majukwaa ya kusherehesha katika shughuli mbalimbali nchini Tanzania. Mdauni ni kuamba taarifa zilizopo MC Pilipili pili. Amefariki dunia na bado chanzo cha kifo chake hakijawekwa hadharani. Lakini Novemba 4 kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Insta MC Pilipili aliacha ujumbe juu ya kile ambacho kilitokea katika maandamano na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, huku akisema kwamba najua Tanzania tumeumia na tumeguswa sana na waliopoteza maisha ni vijana na wenzetu na ndugu zetu. Poleni sana, mombi yangu siku ya leo ni kwa kila aliyeguswa, Mungu akupe faraja na amani zaidi. Hatuna nchi nyingine ila Tanzania, nchi yetu ni nzuri sana na Mungu azidi kutukumbatia. Aliandika na kuacha ujumbe huo. Hii ilikuwa ni Novemba 4. Lakini pia masaa 12 yaliyopita, kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Insta, MC Pilipili aliacha ujumbe na kusema kwamba anayetaka kukuroga anaanza na kuivunja imani yako, ili yavunje kwanza unachokiamini, unapomwamini Yesu. Just focus, usiumbishwe. Ndiyo maana unamwita Yesu ambaye ni Mungu mkuu na nuru halisi, ambaye hujawahi kukutana naye, ila imani yako inakuponya, sivyo? Ili uweze kumroga mtu, lazima ushike imani yake kwanza, na kushika imani yake ni kupambana fikira yake ya ushindi. Umewahi kuumwa sana wewe au ndugu yako, kila akienda hospital, kila akienda hospital, kila akienda hospital kupima majibu hana ugonjwa. ili niweze kukuroga ni sheria zeleza imani yako, yani fike mahali unaona watu wanakuchukia bila sababu, kwenye kila mahusiano yako hudumu, kila biashara unayofanya inagoma, mipango yako yako yote inaharibika. Haya ndio huitwa kuchezesha imani yako. bila kuchezesha imani yako si rahisi kukuroga au kurogeka. Baada ya kuchezeshwa imani, kinachofuata ni wewe kutapatapa na kukosa mwelekeo. Hapa utaanza kwenda kwa Mwamposa kesho kwa kilinge cha Dr. William, Dr. Majin na kadhalika. Ukiona umefika steji hiyo hapo upo unatapatapa, ndio hiyo steji huitwa wewe umerogeka. Unapopigwa chale au kuoga unga wa madawa, hiyo sasa unakuwa upo kwenye utumwa wa uchawi au kurugwa. Unadhani ile miti iliyosagwa ikawa unga unga ina nguvu gani kwa uchawi uliotupiwa? Kwa kuwa utatapatapa, hata ukiambiwa kunywa mkojo utakunywa tu, maana huna jinsi na ushapoteza imani yako. Utajuaje umerogwa? Usiku huna usingizi, hulali tu, muda mwingi hukaa na simu ndio kama faraja kwako, utaangalia movies na kujisahau kidogo, ndio unalala kidogo. Ukishika pesa, biashara, mali, chochote kile hakidumu kwa muda, na unaweza kuanzisha jambo vizuri, ila halichukui hata mwaka linaharibika. Kuwa na mashaka na hofu, hii ipo kwenye wengi, na udhani ugonjwa au auae hapa hii ni dalili ya kwanza ya uchawi, ni kukupa hofu na mashaka, ili uterekeze na kupoteza ile imani yako, ili uweze sasa. Unatapatapa na ndio maana unakosa amani ya moyo wako. Kama wapo watu kadhaa wangependa kujua jinsi gani unaweza kujitoa na uchawi au rukogeka, basi usikose ibada kubwa pale Ngomeni Kimara Temboni kwa kiboko ya uwachawi. Aliandika hivyo kupitia katika ukurasa wake wa Insta masaa kumi na mbili yaliyopita. Lakini hii leo, Mwenyezi Mungu ametwaa roho yake. Roho ya malimu elazwe mahala pema peponi.